Habari, mambo vipi? Kwa jina naitwa Amos Abel Alphonse, ni mkurugenzi wa Abel IT Solution Company Limited, uh, Amo Online University Application. Uh, tunawakaribisha wale wanafunzi wote wanaoendelea na masomo, continuous student, na wakubatika kupata mkopo mwaka 2024. Tunawakaribisha, njoo tukusaidie, ujue ni namna gani vitu gani vya kuzingatia ili uweze kupata mkopo mwaka 2025 2026 226. Ukishakosa ukisha mkopo mara ya kwanza, na ukubahatika kabisa kupata mkopo na unaendelea na masomo, kuna vitu vya kuzingatia, kuna vitu vya kuzingatia na kuna vitu vya kufanya, kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye ili viweze <coughs> kwenye maombi yako viweze kuwapa bodi ya mkopo ushawishi na wewe uweze kuwa ni miongoni. Kwa hiyo nini ufanye? Tutafute, ukisha tutafuta, sisi tuta tutakuelekeza kwamba ni namna gani na vitu gani ambavyo unatakiwa kuambatanisha ambavyo vitakusaidia wewe kwenye maombi yako. Tumeshawasaidia wanafunzi wengi ambao walikuwa wamekata tamaa kabisa na mkopo lakini tumeweza kuwasaidia na wameweza kufanikisha kupata mkopo wa vyo vikuu, na sasa hivi wanaendelea na masomo. Huduma zetu zinapatikana ni Tanzania nzima, mahali popote, na kwa uaminifu mkubwa na ni uhakika. Namba zetu za simu ni 0710 814912 0762 714912 Mbili, pia unaweza kutafuta kwa WhatsApp kwa hizo namba, tukuunge kwenye grupu letu ambalo tunakuwa tunaendelea kutoa elimu ya mambo mbalimbali. Asanteni.